Ebwana, usiku wa Jumamosi uligeuka kuwa ni wa kutisha katika mpaka unaotenganisha Pakistani na Afghanistan baada ya milio ya risasi ya mabomu kutawala anga. Wanamgambo wanaodaiwa kuwa ni wa kundi la Taliban walitekeleza shambulio la kushtukiza dhidi ya vituo vya kijeshi vya Pakistani, na kusababisha mapigano makali ambayo yalidumu kwa muda wa saa kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama, mashambulizi hayo yalilenga maeneo muhimu ya kijeshi yaliyoko karibu na mpaka wa Torkham, yaliyosababisha majeruhi kadhaa huku wengine wakihofiwa kupoteza maisha. Vituo vya kijeshi vilijibu kwa nguvu, na kuibuka kwa mapambano ya moja kwa moja kati ya wanajeshi wa Pakistan na wapiganaji waliovuka mpaka kutoka Afghanistan. Hali ya taharuki imetanda katika maeneo ya mpakani, huku raia wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya kushambuliwa. Taarifa zinaeleza kuwa milio ya mizinga na risasi ilisikika hadi kilomita kadhaa kutoka eneo la tukio, ikiashiria ukubwa wa mashambulizi hayo. Mapigano haya yanajiri katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Islamabadi na Kabul umekuwa ukidorora, huku kila upande ukimlaumu mwenzake kwa kushindwa kudhibiti magaidi wanaotumia mpaka huo kama njia. Je, yeah, tukio hili linaweza kuwa ni la mpito au ni mwanzo wa sura mpya ya machafuko katika, katika ukanda huo tete wa Asia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zingine nyingi zinazojiri ndani na nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.